Mtu mzima mtoto sehemu ya nne. Songa nayo. Mi, mbona sijafanya hivyo, mwalimu? Alijitetea Sefu huku akiangalia chini. Sikiliza, yule mwalimu ni mwathirika wa ugonjwa wa ukimwi. Sasa wewe jitie mjuaji ufe mapema. Aliongea hivyo Palanjo kwa mkazo kisha akimwacha hapo Sefu akitafakari. Katika shule hii ya Tundu, kiukweli ukimwondoa mwalimu mkuu, hawa walimu wengine waliobaki walipendwa sana na jamii, hasa uchapaji kazi wao mzuri ndio uliopelekea watoto kufaulu, ndio uliwapa sifa na heshima. Lakini tukirudi kwa mwalimu mkuu wao Walda, alikuwa kama kichefuchefu cha jamii, kila kona walimjua vizuri, tabia yake ya kupenda vijana wadogo. Kilichowamaliza vijana wengi ni kwamba baada ya tendo walipata chochote kitu, kilichowasaidia kuamsha chango tumboni. Kwa mwonekano, mwalimu huyu, sio siri, alikuwa ni mzuri hasa, japo alikuwa ni mkubwa kidogo, lakini alijaliwa umbo bichi kama la msichana anayechipukia. Hipsi zake na makalio yaliyojazia vizuri, ndio vilikuwa kama ndoana vijana wanaopenda ngono. Siku hiyo alitoka shuleni mapema na kuwaacha walimu wenzia wakichapa kazi kwa kisingizio kwamba anakwenda kwenye kikao wilayani. Lakini haikuwa hivyo, tayari alikuwa na miadi na jamaa fulani wa mtaani ambapo jioni yake ndiyo alimwita Sefu aji nyumbani kwake. Kama unavyojua katika maisha ukimwendekeza shetani lazima utamwona kama ana nguvu, bila ya kujua wewe ni kiumbe cha Mungu na una nguvu kumzidi yeye. Walda aliwasili nyumbani kwake ambapo alikuwa na nyumba kubwa yenye nafasi. Alimkuta kijana fulani mdogo mwenye umri kama miaka ishirini na tatu. Basi walikumbatiana hapo kochini na kubusiana huku wakinyonyana denda. Walda alijitoa kwenye mwili wa kijana huyo, kisha kuingia ndani kwake, ambapo alioga na kurejea sebuleni, huku akiwa amevaa kanga moja, ikiwa yenyewe bila kitu chochote ndani yake. Makalio yake laini yalikuwa yakitikisika mpaka raha, mapaja yake yaliyonona yalionekana wazi na kumwongezea mwashawasha jamaa huyo aliyekuwa akijilamba mdomo wake. Mm, wewe hata ungo hujafunuliwa, unataka kumwona mwali? Subiri uvunjwe. Alitoa maneno hayo ya Kiswahili Walda huku akija akiwa amesimama mbali kidogo na kijana huyo. Njoo nifate mpenzi wangu, aliongea hivyo Walda, ambapo aligeuka na kutembea kwa madaha. Huku nyuma kijana wa watu alibaki akiweka mkono kwenye zipu yake kuzuia dudu washa lake lililokuwa limetuna kwa hasira. Basi Walda alitembea kwa mapozi na kujitingisha matako yake kwa makusudi na kuzidi kumfanya kijana wa watu kuwa hoi hasa kiukweli. Kwa jinsi ambavyo alikuwa Walda muda huo, mwanaume yeyote rijali lazima angesimamisha kama siyo kuomba mchezo. Yaani makalio yalikuwa yakitikisika kimahaba na kusisimua kweli. Ndani ya chumba aliwasili Walda, ambapo alipoingia tu alitoa kanga yake na kubaki kama alivyozaliwa. Basi kijana wa watu damu ndio kama ilikuwa jikoni, akajivua nguo zote na kubaki mtupu, kisha akamsogelea Walda na kumkubatia. Alipiga ukelele huo wa utamu pale duduasha la jamaa lilipomgusa maeneo ya mapaja yake. Alichokifanya, alipiga magoti sakafuni, ambapo kichwa chake kiliendana na kiuno cha kijana huyo kisha kwa kutumia mikono yake miwili alilishika dhiduwasha hilo lililosimama mpaka ule mshipa mkubwa wakati ulionekana vyema, alioshikashika mamikono yake laini, akifanya kama anampigisha punyeto. Kisha akautoa ulimi wake uliokuwa na ute wa mate kidogo, taratibu, akauingiza mdomoni na kuanza kuanza kukilamba kile kichwa chake kiufundi hasa aliutumia ulimi vizuri kucheza na kichwa cha duduwasha hilo lililonesanesa na kukaza misuli yake wakati likinyonywa. Pindi alipoliingiza lote mdomoni, ndipo kijana wa watu alianza kutoa miguno kama mwanamke a ah, o oh. Alilalamika huku akichezesha miguu yake sakafuni. Basi Walda aliendelea kulinyonya dudu hilo ambapo aliliniza lote mdomoni na kulitoa huku akikilamba vyema kile kichwa cha dudu Kijana huyo alijikuta kutokana na joto la mdomoni mwa Walda. Alimshika kichwa Walda kwa nguvu, alionekana kama ameshikilia mpira wa miguu, kisha akaanza kupampu kwa kasi kwenye mdomo kama anasugua kitumbua. Mtoto wa kiume ujanja wote ulimwisha, alisisimka mwili na kukakamaa, kisha akamwaga uji wake ndani ya mdomo wa Walda. Ilibaki kidogo kijana huyo anguke chini kwa kupepesuka. Sasa nataka tucheze mchezo wa kikubwa. Aliongea hivyo Walda huku akipanda kitandani na kumbinulia makalio yake kijana huyo. Walda alijibinua makalio yake na kuacha kitumbua chake kikiwa wazi kabisa. Vitobo vyote viwili vilionekana laivu. Basi kama ilivyo kawaida ya kipofu huwa haonyeshi mdomo wake ulipo, basi jamaa huyo aliushika mtalimbo wake kwa mkono basi jamaa huyo aliushika mtalimbo wake kwa mkono wa kulia na kuchomeka taratibu kwenye kitumbua cha Walda kilichokuwa kimelowa vya kutosha. Mtalimbo uliteleza vyema na kuingia kwenye kitumbua kiulaini kama nyoka anayeteleza na kuingia shimoni mwake. Pindi alipoingiza tu, Walda hakukubali kujiegesha kama gogo. Alianza kukata mauno huku makalio yake yakijipigiza kwenye mapaja ya jamaa huyo ambaye naye alikuwa akiusukuma mtalimbo mpaka ndani kabisa na kuhakikisha anamkuna vizuri mwalimu huyo. Ah, yote yako, baby, alilalamika Walda huku akikatika kama kiuno hakina mfupa au mcheza show ya Twanga Pepeta. Jamaa huyo aliyakamatia makalio ya Walda na kuyabana kwa nguvu kisha akawa anayasugua ipasavyo. Alilalamika hivyo Walda huku akionyesha jinsi ani duduwasha limemkolea kweli. Tukirudi kwa upande wa Sefu ambaye aliambiwa akitoka shule awahi kuja kwa mwalimu Walda kwa ajili ya kufanya kamchezo katamu. Sefu aliporudi nyumbani, alipomaliza kula, alijiandaa vyema na kuanza safari ya kwenda kwa mwalimu. Njiani alijikuta akimkumbuka sana mwalimu Palanjo jinsi alivyokuwa akimshauri aache tabia ya kufanya huo mchezo na Walda. Lakini Sefu hakutaka kuyafuata hayo, aliongoza moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Walda. Alifika nyumbani hapo na kuingia kama kwake kwa sababu mlango ulikuwa wazi, lakini ndani palikuwa na minongono fulani. Basi akaanza kunyata taratibu na kufuatisha mpaka kwenye chumba ilipokuwa ikatokea hiyo minongono. Kichwani mwake alishaelewa kilichokuwa kinaendelea kwenye chumba hicho kabla hata hajakifia. Basi akachungulia kupitia uwazi wa kwenye mlango huo. Hapo ndipo alipochoka. Alimshuhudia Walda akiwa amekalia dudu na limezama lote, ambapo alikuwa akikata mauno haswa. Jamaa alikuwa amelala chali, kisha Walda alikuja kwa juu na kumkalia mtindo huo. Ndio Sefu aliyoshuhudia, wakati naye alikuja kwa ajili hiyo. Basi kuna muda jamaa alimshika kiuno Walda na kuanza kumpa zile za juu juu mpaka Walda mwenyewe akawa ameishiwa nguvu na kujilaza kifuani kwa jamaa. Mchezo mzima Sefu alikuwa anaushudia ambapo alianza kuyaamini maneno ya mwalimu Palanjo. Basi kwa unyonge aliona hakuna haja ya kumuumbua mwalimu wake ambapo kesho atakutana naye shuleni. Alikuwa mpole ambapo alirejea nyumbani huku Mawazo mengi yakiwa juu ya afya yake kwa sasa. Alimkumbuka sana mwalimu Palanjo na kumwona alikuwa sahihi kumwelekeza vile. Pindi aliporudi nyumbani kwao, alimkuta Rita akiwa anapika jikoni. Yeye alipitiliza mpaka uwani, kisha akakaa kwenye benchi fulani lilitengenezwa kwa mbao. Mm, ina maana nitakuwa nimeathirika Mbona nakufa mdogo hivi jamani? Alijisemea moyoni Sefu, huku akiwa ameiweka mikono yake shavuni kwa huzuni. Ilipofika kesho yake, siku hiyo Sefu aliwahi shuleni mapema, ambapo Walda alichelewa kidogo, lakini alipotimia majira ya saa tano kamili asubuhi ndio Walda aliwasili shuleni hapo, ambapo moja kwa moja alikwenda ofisini kwake huku kwenye ofisi ya walimu wote ambapo wachache walikuwa wapo madarasani wakifundisha, lilikuwa gumzo, ambapo Palanjo alitaka kwenda kumweleza ukweli Walda kuhusu suala la kutembea na Sefu kijana mdogo kabisa. Ninyi ngojeni muone, mnamwogopa, kwani yeye ndiye aliyewaajiri? Mimi nakwenda sasa hivi. Mwalimu mkuu gani mchafu, anaharibu haiba ya mwalimu kabisa, tunaonekana walimu washenzi, kumbe ni mjusi mmoja kwenye kundi la nyoka. Alisema hivyo kwa hasira Palanjo na kutoka ofisini humo. Moja kwa moja alielekea kwa Walda. Oh Palanjo, jembe langu hilo. Alipokelewa kwa shangwe mwalimu huyu, ambapo jazba yake ilitulia kidogo. Habari za saa hizi mkuu wangu? Palanjo aliishiwa pozi, akaanza kulegeza kamba. Nzuri sijui wewe, niko poa tu, ila jembe langu siku hizi unakuwa kudeme hadi na kutamani Mm, ya kweli hayo. Palanjo alijikuta akijibu kana kwamba hakuna alichopanga kumfanyia Walda. Ndiyo jamani angalia hizi ndevu zako. Aliongea hivyo Walda huku akiinuka kwenye kiti chake na kumsogelea Palanjo. Mkono wake ukawa unakishika kidevu cha Palanjo kilichojaa ndevu za kutosha. Aliishia kuguna Palanjo ambapo mkono wa Walda ulianza kutumbukia ndani kwenye shati. Mm, unakifua kizuri. Jamani wewe basi hadithi zikawa nyingine kati ya Palanjo na Walda ambapo kilikuwa ni kitendo cha haraka kwa Palanjo kufungua zipu ya suruali yake na kutoa dudu lake lililosimama haswa. Basi akamvamia Walda na kuanza kumnyonya shingo yake kwa pupa. Mara alishuka kifuani mara amshike makalio yaani alikuwa hana mpangilio maalum. Walda akajikuta tayari sketi yake aliyoivaa imeshashushwa chini ambapo alibakizwa na chupi pekee. Basi Palanjo hakujua habari ya kuandana wala nini. Akamlaza Walda juu ya meza na kuanza kuingiza dudu lake, akakuta halingii. Akaanza kutumia nguvu. Jamani, mbona hujamalizia kunivua chupi kyawe? Mzee una papara, aliongea hivyo Walda huku akijipanua mapaja yake vizuri. Palanjo alichokifanya hakuivua chupi yote, bali aliishika na kuisogeza pembeni kidogo kisha akachomeka dudu lake bila kusitasita lote mpaka ndani. Walda hakuna alichohisi zaidi ya kumwangalia tu Palanjo. Basi mwenyewe Palanjo alimsugua Walda kwa kasi ndani ya dakika mbili, tayari alimwaga, ambapo Walda aliwahi kumsukuma hivyo akamwagia nje. Aa, aliguna hivyo huku akihema kwa kasi. Baada ya kufanya mchezo huo, basi Palanjo kwa aibu alitoka nje, huku jasho zikimtoka lakini, kabla hata hajamaliza jengo, alivutwa mkono na Sefu ambapo alipelekwa nyuma ya jengo. Tena kwenye sehemu ile ile ya siku ile. Alipompeleka Sefu kuwa makini, aliongea hivyo Sefu, kisha akaondoka zake. Palanjo alipotoka kwa Sefu aliishusha pumzi, kisha akeleka ofisini, bado jasho zilimtoka kwa wingi. Mpaka jasho kweli, umeenda kukinukisha? Aise, aliongea mwalimu mmoja wa kike kwa kumtaka Palanjo awajuze yaliyojiri. Jamani, msifanye masihara, nimekinukisha mbaya, nimempa ukweli wake bwana, atatushindaje bwana? Aliongea hivyo Palanjo kwa kujinadi haswa, kumbe alikuwa anazungumza uongo. Kweli, huko kulinuka mpaka zipu zimefunguka zenyewe, aliongea mwalimu huyo aliyekuwa mcheshi haswa ambaye alijulikana kwa jina Oswadi. Ile palanjo kujiangalia, kumbe alisahau kufunga zipu ya suruali yake alipomaliza mchezo. Miezi miwili ilipita, ambapo kama ilivyo kawaida ya shule nyingi za msingi pindi darasa la saba wanapomaliza muda wao wa kusoma huwa wanafanyiwa tafrija fupi ya kuwaaga. Hii ilikuwa ni baada ya kufanya mitihani yao ya taifa. Wahitimu wote wa darasa la saba walivaa sare za shule, ambapo pia hata wanafunzi wengine wa madarasa ya chini. Wazazi walipendeza sana, ambapo kila mmoja alimwandalia mwanaye zawadi. Palikuwapo na ndugu wengine wa wahitimu hao kama kaka, dada, shangazi, mjomba, ambao nao walikuja kwa ajili ya wahitimu. Sherehe ilipendeza sana ambapo watu walimshangilia na kusherehekea ipasavyo. Ilifika wakati wa kucheza mziki ambapo wahitimu waliinuka na kuyarudi hasa. Yalikuwa ni majira ya saa kumi na mbili na robo, kwa mbali mwanga wa jua ulishapotea. Basi Sefu alitoka nje kwenda kujisaidia ambapo hakwenda kujisaidia mahali husika. Alizunguka nyuma ya jengo na kufungua zipu yake kisha kutoa dudu lake na kuanza kukojoa. Kabla hata hajamaliza kukojoa, mara ghafla alishangaa kumwona dada fulani akiinuka kutoka kwenye kichaka kilichokuwa jirani yake. Ya ha! Ulikuwa ni mshangao aliyoutoa dada huyo, ambaye alisitisha zoezi la kupandisha sketi yake ya, kwani alikuwa akikojoa kichakani hapo. Basi Sefu aliingiza duduwasha lake kwenye kaptura, ambapo bado lilikuwa likionekana kwa kujichora nje ya kaptura hiyo. Basi dada huyo tayari alishatamani dudu, alimsogelea Sefu mpaka kwa karibu. Mambo safi. Habari nzuri. Mi nimekupenda jinsi ulivyo jamani. Nashukuru, alijibu hivyo Sefu huku akicheka kwa aibu, kana kwamba alikuwa si mtaalamu wa hayo mambo. Lakini mimi nimependa ni kubusu tu jamani, alisema mdada bila aibu, huku akitoa tabasamu zuri usoni mwake. Basi kitendo cha Sefu kumruhusu dada huyo kilizua mambo mengine. Basi taratibu alimsogelea Sefu na kumshika shingo yake kwa maandalizi ya busu kisha akausogeza mdomo wake huku akiwa amefumba macho. Kiukweli kwa ujio huo lilikuwa sio busu tena kwani dada huyo alipombusu Sefu hakutoa mdomo wake. Sefu naye akajikuta anaufungua mdomo wake na kumpokea vyema dada huyo ambapo wakaanza kunyonyana denda huku dada huyo akionyesha kuwa na mizuka sana ya kusuguliwa. Zoezi la kunyonyana denda liliendelea ambapo dudu wa saha la Sefu lilisimama hasa na kufanya kaptura aliyoivaa kuonekana ndogo. Zoezi la kunyonyana denda liliendelea ambapo dudu wa saha la Sefu lilisimama hasa na kufanya kaptura aliyoivaa kuonekana ndogo. Dada huyo alishusha mkono wake na kuingiza ndani ya kaptura ya Sefu na kulishika dudu washa lake ambapo yeye mwenyewe aliguna kwa jinsi dudu hilo lilivyo kubwa. Sefu naye hakujiweka nyuma. Tayari alishampandisha sketi dada huyo na kuiteremsha chupi yake. Kilikuwa ni kitendo cha haraka kidole cha Sefu kufika kwenye kitumbua cha dada huyo na kuanza kukisugua kiarage chake. Kwa kuingiza na kutoa kidole hicho Alilalamika dada huyo kwa utamu wa kidole ambapo hakuweza kuvumilia kusimama. Nguvu za miguu zilimwishia. Wakajikuta wanasogea kwenye kichaka ambapo dada huyo alijilaza chali chini kwenye majani na kujipanua mapaja yake. Sefu naye akiwa na amesimamisha duduwasha lake alipiga magoti na kutaka kuingiza kwenye kitumbua. Mm, subiri kwanza. Aa, subiri, ingiza taratibu. Alitoa tahadhari dada huyo baada ya kushuhudia dudu la Sefu lilivyo kubwa ambapo lilikuwa likinesanesa. Usijali, nitaichomeka taratibu. Aliongea hivyo Sefu na kulishika dudu lake kisha kulielekezea kwenye mlango wa kitumbua kabla hata hajaingiza mara, akasikia sauti za kina mama wakiongea huku wakitembea. Alipotega sikio vizuri, walisikia hatua za kina mama hao zikija mahali walipo. Itaendelea. Usikose sehemu ya tano.